Jina naitwa Moston Mwakioma, mimi ni meneja wa inayesimamia masuala ya usafiri na upangaji wa maeneo kwa ajili ya miundombinu ya uh, ujenzi wa miundombinu ya mabasi yanayokwenda haraka kwa maana ya dati. Uh, kimsingi dati inahusika ni taasisi ya serikali ambayo inasimamia usafiri wa umma katika jiji la Dar es Salaam. Kwenye kusimamia usafiri wa umma tuna taasisi lakini pia na wadau mbalimbali ambao tunashirikana nao kuhakikisha kwamba miundo mbinu ya barabara kwa ajili ya kuwezesha mabasi kupita, lakini kusafirisha watu inajengwa. Sasa dati tumeasisi tumesanifu miundombinu kwenye awamu sita kama unavyojua, awamu ya kwanza ndio inayo uh, iko kwenye operation sasa hivi kwa maana ya barabara Morogoro Road. Lakini ya awamu ya pili imekamilika ambayo ni ya kule Mbagara. Awamu ya tatu ni ya kule Gongo la uh, Mboto kuelekea mjini na awamu ya nne uh, ni hii ya barabara ya Ali Hassan Mwinyi na Bagamoyo Road, lakini ya awamu ya tano ni ya Mandela Road. Sasa kwenye hizi barabara kuna wakandarasi ambao uh, wanapewa kazi ya kujenga miundo mbinu. Mojawapo wakandarasi ambao wamepewa kazi hiyo ni kampuni ya CCCC ambayo leo tuko hapa wametwarika, uh, inajenga miundombinu ya awamu ya nne ambayo ni barabara ya Bagamoyo Rodi, kuanzia mjini kule kuelekea kuendeke, hadi uh, Tegeta, lakini pia na ile barabara ya Samjoma, joma hiyo kama dati, tunaishukuru kampuni hii kwa sababu tunafanya nayo kazi vizuri na imekuwa ikionyesha matokeo, na ndiyo maana leo tuko hapa kwa ajili ya hii sherehe, kwamba wanapokuwa na sherehe kama hizi wanatuharika, ni namna tu ya kuwaona kuwa kwamba wadau mbalimbali wanashiriki na hasa kwenye pamoja na ujenzi, lakini kwenye shughuli za kijamii kama hizi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili hiyo, na ninyi waandishi wa habari ni na kazi kubwa ya kuisemea uh, miradi hii ambayo kampuni hizi zinafanya kazi nzuri, na sisi tunazithamini na ndio maana tuko hapa leo. Asante sana. Kwa jina naitwa Raia Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kawe Mzimuni, ni niko katika sherehe hapa ya Wachina ambao wako ndani ya mtaa wangu. Ni kweli kabisa, tunashirikiana nao kwa kweli vizuri. Pindi muda wowote ambao tunakuwa tuna changamoto ndani ya mtaa tukiwa, tukiwafata ndani ya ofisi yao kuja kuomba changamoto zetu, kwa kweli wanatusaidia hasa kipindi cha mabarabara, kututengenezea magreda linapita mashuleni, wametoa misaada ya vitu vingi, kompyuta, laptop, masabuni, mahitaji ya watoto yote, yaani ni vitu vingi kwa kweli. Tunashirikiana nao tofauti na kampuni zingine ziko ndani ya mtaa wangu lakini hii kwa kweli tunashirikiana nayo vizuri, sio mara ya kwanza wala mara ya pili, na ndio maana kutokana na mashirikiano mazuri, hata leo sisi tuko hapa kwa sababu tuko nao pamoja. Tungekuwa hatuna mashirikiano leo, tusingefika hapa. E, mimi, mimi nilikuwa naendelea kuwasisitiza makampuni mengi ambayo yapo hasa ya kigeni yanayofanya kazi nchini kwetu. Kwanza wasidharau ofisi za serikali za mitaa kwa sababu ofisi ya serikali ya mtaa ndio inatoa vibali, vibali ndio chanzo cha kutoa vibali vyote vinavyohitajika ndani ya sheria ya katiba yetu ya nchi. Na pia ndiyo chanzo cha mambo yote ndani ya mtaa. Kwa hiyo wale wote ambao wapo waendelee kushirikiana na kujua umuhimu wa jamii, kwa sababu jamii ndio tunayoishi nayo sisi serikali ya mtaa moja kwa moja. Na wao kama wapo ndani yetu wajue wako katika jamii, wanahitaji kutoa sapoti, na wanahitaji kujua na kujitambua kuwa wapo wapi, nini wanatakiwa kufanya wawe mfano kama wenzao wanavyotaka, wanavyotusaidia na wao waendelee. Kama hawajawahi kutoa sapoti au kushirikiana na jamii, basi wajifunze kutokana na kampuni hii, kuendelea kushirikiana na jamii na kutoa msaada pindi hapo wanapohitajika.